DW, idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Naam, imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya ya jioni, mimi ni Amina Abu Bakar. DW, habari za ulimwengu mimi ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Kiongozi wa juu wa Iran asema Iran itajibu mashambulizi kama itashambuliwa. Idadi ya wa Wapalestina waliouawa leo ukanda wa Gaza yafika watu hamsini na sita. Na waziri wa mambo ya ndani wa Kenya asema maandamano ya Jumatano yalikuwa ugaidi. Habari kamili. Tehran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema Iran inaweza kujibu shambulio lolote litakalofanywa na Marekani kwa kuzipiga kambi zake za jeshi kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Ameyasema hayo katika hotuba yake ya kwanza tangu vita vilipositishwa kati ya Iran na Israel, na kuongeza kuwa shambulio lolote dhidi ya Iran litajibiwa kwa gharama kubwa. Khamenei ameeleza pia kuwa rais wa Marekani Donald Trump alitia chumvi kuhusu madhara ya mashambulizi ya Marekani katika vituo vya nyuklia vya Iran. Rais wa Marekani aliongeza chumvi kuhusu yaliyotokea kwa namna isiyo ya kawaida na alihitaji kufanya hivyo. Yeyote aliyesikia maneno yake ameelewa kuwa kuna ukweli tofauti nyuma ya maneno yake. Walishindwa kuchukua hatua na hawakufanikisha malengo yao. Awali waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hexeth alikanusha taarifa za kiintelijensia kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yalirudisha nyuma mpango huo kwa miezi mitatu pekee na hayakuuharibu kabisa. Badala yake, amesema Rais Donald Trump alifanikiwa kufanya mashambulizi yaliyosambaratisha kabisa uwezo wa nyuklia wa Iran. Jana Jumatano, Trump alipoulizwa kama Marekani itaishambulia tena Iran ikiwa itarejea kuusuka upya mpango wake wa nyuklia Trump alisema hakika atafanya hivyo. Ukanda wa Gaza. Idara ya ulinzi wa raia katika ukanda wa Gaza imesema idadi ya wa wapalestina waliouawa leo kutokana na mashambulizi ya jeshi la Israel imefika watu hamsini na sita. Msemaji wa idara hiyo Mahmud Basel amesema mauaji haya yamefanywa katika maeneo kadhaa ndani ya ukanda huo. Miongoni mwa waliouawa ni watu sita waliokuwa wakisubiri misaada ya kiutu katika maeneo tofauti. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez amesema kinachoendelea Gaza ni mauaji ya halaiki. Sanchez ametoa wito kwa Umoja wa Ulaya kusitisha mara moja mkataba wake ushirikiano na Israel. Mashambulizi ya Israel kwenye ukanda wa Gaza ya kulipa kisasi dhidi ya kundi la Hamas lililowaua watu zaidi ya elfu moja na mia mbili Oktoba saba mwaka elfu mbili ishirini na tatu hadi sasa yamesababisha vifo vya zaidi ya wa Wapalestina hamsini na sita elfu kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza chini ya kundi la Hamas. Nairobi, Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen amesema kilichojiri Jumatano nchini humo hakikuwa maandamano bali ni ugaidi uliofichwa chini ya mwavuli wa upinzani. Katika hotuba yake aliyoitoa kwa njia ya televisheni, Kipchumba Murkomen amewatuhumu waandamanaji kwa kujaribu kufanya mapinduzi dhidi ya serikali. Amewalaani wahalifu walioyatumia maandamano hayo kufanya vurugu, uporaji, unyanyasaji na uharibifu. Watu kumi na sita wameuawa katika maandamano hayo, kulingana na shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International. Brussels. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wako mjini Brussels kujadili masuala muhimu, yakiwemo ulinzi na ushuru uliowekwa na Marekani. Majadiliano ya hayo yanafanyika siku moja baada ya mkutano wa jumuiya ya kujihamia NATO ambapo nchi wanachama ziliafikiana kuongeza bajeti ya ulinzi. Moja ya ajenda kubwa zitakazojadiliwa katika mkutano huo ni mzozo wa Urusi na Ukraine pamoja na mgogoro wa kibiashara kati ya Umoja wa Ulaya na Marekani viongozi wa nchi wanachama wanatazamiwa pia kulizungumzia lengo la kupunguza gesi chafu ifikapo mwaka elfu mbili na arobaini wakati kukiwa na mgawanyiko kati ya nchi wanachama kuhusu mpango huo. Na hatimaye London, juhudi za kutoa chanjo kwa watoto duniani zimekwama tangu mwaka elfu mbili na kumi, hali inayowaweka mamilioni ya watoto katika hatari ya kupata maradhi yanayoweza kuzuilika. Jarida mashuhuri la masuala ya afya la Lancet la Uingereza limesema magonjwa hayo ni pamoja na tetenasi, surua, polio na kifua kikuu. Tathmini ya jarida hilo imeonyesha kuwa juhudi za kuwakinga watoto dhidi ya surua kwa mfano ziliporomoka katika nchi mia moja kati ya mwaka elfu mbili na kumi na elfu mbili kumi na tisa. Watafiti wa taasisi ya vipimo na tathmini ya afya, chuo kikuu cha Washington, walioshiriki kufanya tathmini hiyo wameweka wazi kuwa zaidi ya nusu ya watoto milioni 15.7 duniani ambao hawajapata chanjo kufikia mwaka 2023 wanaishi katika nchi nane pekee ambazo ni Nigeria, India, Congo, Ethiopia, Somalia, Sudan, Indonesia na Brazil. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW mjini Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Nam, asante Angela Mdungu kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Msikilizaji, hii leo jioni Ayatollah Ali Khamenei asema Iran haitasita kujibu mashambulizi yoyote ya Marekani, nitakueleza zaidi juu ya hilo. Waziri mkuu wa Uhispania aielezea hali ya ukanda wa Ghaza kama mauaji ya halaiki na viongozi wa Umoja wa Ulaya wakutana Brussels kujadili masuala nyeti yanayolikabili bara hilo na kufahamisha tu, unaweza kuwa sehemu ya matangazo haya kwa kuchangia taarifa zetu zilizoko katika mitandao yetu Facebook na Instagram. Changia na muda ukiruhusu, nitasoma ujumbe wako hewani. Tupate tu pia moja kwa moja kupitia Facebook Live na YouTube tafuta DW Kiswahili tumejaa huko. Tuanze na taarifa yetu hii leo inayohusu Iran. Kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatola Ali Khamenei amesema kuwa Iran haitasita kujibu mashambulizi yoyote ya Marekani kwa kuvilenga vituo vya kijeshi vya taifa hilo vilivyoko katika eneo la Mashariki ya Kati. Samo njama na taarifa zaidi katika hotuba yake ya kwanza ya televisheni tangu kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Iran na Israel, Khamenei amesema kuwa mashambulizi yoyote dhidi ya jamhuri hiyo ya Kiislamu yatakuja kwa gharama kubwa, akitaja kuwa Iran tayari ililenga kambi kubwa zaidi ya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati iliyoko Qatar baada ya Marekani kujiunga na mashambulizi ya Israel, kama ilivyokuwa katika kauli zake zilizopita, zilizotolewa zaidi ya wiki moja iliyopita wakati wa siku na mbili za mashambulizi ya Israel. Khamenei alizungumza kutoka eneo lisilojulikana mbele ya pazia zenye rangi kahawia, kati ya bendera ya Iran na picha ya mtangulizi wake Ayatullah Ruhullah Khomeini. Aidha, Khamenei amesema kwa kuzingatia uwezo wao wa kufikia maeneo muhimu ya Marekani katika Mashariki ya Kati na kuchukua hatua dhidi yao wakati wowote inapohisi, sio siyo jambo dogo. Katika moja ya matamshi yake, rais wa Marekani alisema kuwa Iran lazima ijisalimishe. Hili halihusiani tena na urutubishaji wa urani au sekta ya nyuklia pekee, ni juu ya kulazimisha Iran kunyenyekea. Bila shaka, kauli kama hiyo ni kujitutumua mno kutoka katika kinywa cha rais wa Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alipoulizwa siku ya Jumatano iwapo Marekani ingeshambulia tena Iran alijibu ndiyo, ikiwa Iran itatengeneza upya mpango wake wa kurutubisha madini ya urani. Huku haya yakijiri, mamlaka ya Iran yenye jukumu la kuidhinisha sheria imepitisha mswada wa kusitisha ushirikiano na shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA siku ya Alhamis, ikielezea kwa sababu ni mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel. Wabunge walipiga kura kuunga mkono mswada huo siku moja baada ya usitishaji mapigano kumaliza vita vya siku kumi na mbili dhidi ya Israel ambapo Israel am Marekani zilishambulia maeneo ya ya nuklia ya Iran. Akizungumza na kituo cha televisheni cha serikali cha Iran, Irna, msemaji wa chombo hicho kinafahamika kama Baraza la Katiba Tahan Nazif amesema mswada huu ambao sasa utawasilishwa kwa Rais Masoud Pezeshkian kwa idhini ya mwisho utaruhusu Iran kufaidika na haki zote zilizoainishwa chini ya mkataba wa kuzuia kuenea kwa silaha za nuklia hasa kuhusu urutubishaji wa urani. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amepinga hatua ya Iran iliyomshirika mkuu wa Moscow ya kusitisha ushirikiano na IAEA nam tuangazie sasa mzozo wa Ghaza. Waziri mkuu wa Hispania Pedro Sanchez hii leo ameingizwa katika rekodi ya kuwa kiongozi mashuhuri zaidi wa Ulaya kuielezea hali ya ukanda wa Ghaza kama mauaji halaiki, huku wa uokoaji katika eneo hilo lililokumbwa na vita la Palestina wakisema vikosi vya Israel vimewaua watu hamsini na sita. Sudi Mnete na taarifa ya kina kuhusu vita vya Israel na kundi la Hamas. Baada ya miezi zaidi ya ishirini ya mzozo mbaya, mashirika ya haki za binadamu yamesema wakazi wa Gaza zaidi ya milioni mbili wanakabiliwa na hali mithili ya njaa. Israel ilianza kuruhusu usambazaji wa mahitaji muhimu kuingia katika eneo hilo mwishoni mwa Mei baada ya kuwepo kwa kizuizi kwa zaidi ya miezi miwili, lakini usambazaji wake ulielezwa kutawaliwa na matukio ya fujo na ripoti za karibu kila siku za vikosi vya Israel kuwafyatulia risasi wale wanaosubiri kuchukua mgao wao. Wakati huo huo, Israel inaongeza juhudi zake za kulishambulia kwa mabomu eneo hilo la Palestina katika mashambulizi ya kijeshi ambayo inasema wanalenga kuwashinda wanamgambo wa Hamas ambao shambulio lao la Oktoba saba la elfu mbili na ishirini na tatu dhidi ya Israel lilisababisha vita hivi vinavyoendelea sasa. Waziri mkuu wa Hispania, Sanchez, mapema leo amesema Ghaza iko katika kile alichokitaja kuwa hali mbaya ya mauaji ya laiki, na ameutaka Umoja wa Ulaya kusitisha mara moja mpango wake wa ushirikiano na Israel. Creo que es mas que evidente que Israel está violando ese. Nadhani ni dhahiri kabisa kwamba Israel inakiuka ibara ya pili ya mkataba wa ushirikiano, na kwa hivyo nitakachotetea leo katika baraza la Ulaya ni kwamba Ulaya lazima isitishe makubaliano ya ushirikiano na Israel na kufanya hivyo mara moja 18 paketes de sanciones. Kauli hiyo ya Sanchez inaonekana kuwa hali zaidi hii kuwahi kutolewa na kiongozi mkuu wa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya, hasa akitumia maneno mauaji ya halaiki kuielezea hali ya Gaza. Akizungumza kabla ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya mjini Brussels, kiongozi huyo aligusia ripoti ya hivi karibuni ya haki za binadamu ya huduma ya kidiplomasia ya umoja huo ambayo ilionyesha viashiria kwamba Israel inakiuka wajibu wake wa haki za kibinadamu chini ya makubaliano ya ushirikiano ambayo ni msingi wa uhusiano wa kibiashara. Itakumbukwa Jumatano, rais wa Marekani Donald Trump alisema kuna hatua zimepigwa katika kumaliza vita vya Israel na Hamas huku akinukuliwa na waandishi wa habari akisema, nadhani maendeleo makubwa yanafanyika Gaza, akihusisha matumaini yake kuhusu hatua nyingine ya kusitishwa vita vya siku kumi na mbili kati ya Israel na Palestina. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anakabiliwa na wito unaoongezeka kutoka kwa wanasiasa wa upinzani, jamaa wa mateka wanaozuliwa Gaza na hata wanachama wa muungano wake unaotawala kusitisha mapigano haya ya Israel na Hamas. DW, tunavuma kwa kishindo tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com kwa juu Kiswahili. Saa kumi na moja na dakika kumi na tatu hapa Ujerumani. Bado naendelea kusikiliza matangazo haya jioni moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya DW. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekutana leo mjini Brussels kujadili masuala nyeti yanayolikabili bara hilo yakiwemo msaada kwa Ukrain, mzozo wa Mashariki ya Kati na mvutano wa kibiashara kati ya Ulaya na Marekani. Mkutano mkutano huu unafanyika siku moja baada ya mkutano wa kilele wa NATO huko the Hague, ambapo nchi wanachama ziliahidi kuongeza matumizi ya ulinzi hadi asilimia tano ya pato la taifa. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Katika muktadha wa vita vya Ukraine, viongozi hao wanajadili duru ya kumi na nane ya vikwazo dhidi ya Urusi na mustakbali wa kikomo cha bei ya mafuta ya Urusi, hatua ambazo baadhi ya nchi kama Hungari na Slovakia zimekuwa zikizipinga kwa hofu ya athari za kiuchumi. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski anatarajiwa kujiunga na kikao hicho kwa njia ya video, ikiwa ni siku moja baada ya kukutana ana kwa ana na rais wa Marekani Donald Trump nchini Uholanzi. Waziri mkuu wa Hungary Viktor Orban ameendelea kupinga msaada zaidi kwa Ukraine na juhudi za kujiunga na Umoja wa Ulaya, akidai hatua hiyo itachochea vita barani Ulaya. Kwa upande wake rais Gitanas Noiseda wa Lithuania amesisitiza kuwa Ukraine imetimiza vigezo vyote vya mageuzi na kusikitishwa na kucheleweshwa kwa mchakato huo. Katika mjadala kuhusu hatima ya biashara kati ya umoja wa Ulaya na Marekani, Waziri mkuu wa Ireland Michael Martin amesistiza umuhimu wa kufikia makubaliano ya kibiashara kabla ya mwisho wa muda uliowekwa na Rais Donald Trump. Amesema hatua hiyo ni muhimu kwa utulivu wa kiuchumi barani Ulaya na kwa masilahi ya wafanyakazi na wawekezaji. Everybody within the European Union is focused on... kila mtu ndani ya Umoja wa Ulaya analenga kufikia makubaliano ya mazungumzo na Marekani kabla ya Julai tisa, jambo ambalo ni muhimu sana kwa masoko, wawekezaji, wafanyakazi na sekta ya viwanda. Tunapaswa kufanya kila juhudi kupata suluhu inayokubalika. Si suluhisho bora, lakini hatutaki ushuru wa forodha ingawa tunalazimika kukabiliana na hali ilivyo mbele yetu. Uh, uh, mkutano huo pia unajadili mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa ametoa wito wa kujizuia, kuheshimu sheria za kimataifa na kuhimiza suluhu ya kidiplomasia. Waziri Mkuu wa Luxemburg Luk Frieden naye amesema hali ya kibinadamu Ghaza ni ya kusikitisha na haki za Wapalestina haziwezi kufumbiwa tena macho. Hata hivyo suala la Ghaza limewagawanya viongozi wa Umoja wa Ulaya. Baadhi wanapendekeza msimamo mkali dhidi ya Israeli, huku wengine wakitaka tahadhari zaidi katika kulinda ushirikiano wa kidiplomasia. Mgawanyiko huo unaendelea kuibua maswali kuhusu uwezo wa Umoja wa Ulaya kuwa na msimamo wa pamoja. Masuala ya mazingira pia yako mezani, huku viongozi wakijadili lengo lililocheleweshwa la kupunguza utoaji wa gesi chafu kufikia mwaka elfu mbili na arobaini. Tofauti kuhusu muda na kiwango cha kupunguza uzalishaji wa kaboni zinaendelea kugawanya mataifa wanachama. Pamoja na changamoto hizi, mkutano wa Brussels umeweka wazi haja ya maamuzi ya haraka na mshikamano wa kisera, hasa wakati ambapo nafasi ya umoja wa Ulaya katika jukwaa la kimataifa inapimwa dhidi ya ushawishi wa, usha wa Marekani, mvutano wa kiuchumi na migogoro ya kijeshi inayotikisa dunia. Asante sana Idi Sesanga. China imewakaribisha mawaziri wa ulinzi kutoka Iran, Urusi, India na nchi nyingine wanachama wa Jumuiya ya Ushirikiano ya Shanghai SCO kwa mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika leo katika jiji la Qingdao mashariki mwa nchi hiyo. Doto Bulendu na taarifa zaidi. Jumuiya ya SCO yenye wanachama kumi, ikiongozwa na China na Urusi, inajitambulisha kama jukwaa mbadala kwa miungano ya kijeshi inayoongozwa na Magharibi. Mkutano huu wa Qingdao umeangazia juhudi za kukuza ushirikiano wa kijeshi, kisayansi, kiusalama na kiuchumi baina ya wanachama wake, sambamba na kusisitiza umuhimu wa utulivu katika Mashariki ya Kati kufuatia makubaliano ya kusitisha vita vilivyodumu kwa takriban wiki mbili kati ya Iran na Israel. Katika hotuba yake ya ufunguzi, waziri wa ulinzi wa China Dong Juan alionya kuhusu kuongezeka kwa machafuko na hali ya kutokuaminiana duniani. Alivikosoa vikali sera za upande mmoja na ulinzi wa kimaslahi akiziita tishio kwa utaratibu wa kimataifa. vitendo vya kibabe vya kidomino na vya kijeuri vinavyodhoofisha sana utaratibu wa kimataifa alisema Dong akizitaka nchi wanachama kuchukua hatua madhubuti zaidi kulinda mazingira ya maendeleo ya amani. Waziri wa ulinzi wa Urusi Andrei Belasov alikubaliana msimamo huo wa China na akaongeza kuwa hali ya kisiasa na kijeshi duniani imezidi kuzorota. Alilaumu mataifa ya Magharibi kwa kupeleka silaha na mamluki nchini Ukraine, akisema hatua hiyo inachochea machafuko barani Ulaya. Vikosi vya Urusi vinaendesha mashambulizi kwa mafanikio. Utawala wa Kiev unaelewa kuwa kushindwa kwake hakuepukiki, hivyo unawekeza katika mashambulizi ya kigaidi. Juhudi za kurefusha vita kwa kuiuzia Ukreni silaha na kupeleka mamluki zinaongeza tishio la kuyumba hata ndani ya Ulaya yenyewe. Wakati huo huo, Urusi imekuwa ikisisitiza mara kwa mara utayari wake wa kutafuta suluhisho la mzozo huu. Mkutano huu unafanyika wakati nyeti kwa uhusiano wa China na washirika wake wakuu Urusi na Iran. Ingawa Beijing inadai kutokuegemea upande wowote katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, wachambuzi wanasema imeendelea kutoa msaada wa kiuchumi na kidiplomasia kwa Moscow. Wakati wa mzozo wa hivi karibuni kati ya Iran na Israel, China ilitoa tu misimamo ya maneno ikiepuka kuchukua hatua zinazoweza kuathiri uhusiano wake na Marekani. Baadhi wanaamini Iran inaweza kujaribu kushinikiza kupewa silaha, lakini Beijing haitakubali kwa hofu ya kuchochea uhasama kutoka Israel au Marekani. Waziri wa ulinzi wa India Rajnath Singh alitoa wito kwa wanachama wa SCO kushirikiana zaidi katika kukabiliana na changamoto za kimataifa. Haya, tukamilishe kwa kuangalia hili la Tanzania kwamba taifa hilo imewarejesha nyumbani raia wake kadhaa waliokuwa nchini Israel wakati vita vilipozuka kati ya nchi hiyo na hasimu wake wa miaka mingi Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na mataifa mengi duniani yaliwahamisha raia wao kutoka Israel na Iran wakihofia maafa ya mapigano yaliyodumu kwa siku kumi na mbili na ambayo yalihitimishwa kwa mkataba wa kusitisha vita uliotangazwa mapema wiki hii. Salma Said na taarifa zaidi. Baadhi ya wa Watanzania Tanzania walikuwa wakifanya kazi na wanafunzi na Wazanzibari waliorejea walikwenda Israeli kwa ajili ya matibabu, lakini kutokana na vita, serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na familia na taasisi za kimataifa imefanikiwa kusaidia kurejea kwao salama. kwa kuona, tulikuwa hatuoni kwa live, ila tunapitia kwa kuona kutumia mitandao, ila na tulikuwa tunasikia kila aina ya kishindo huo na mtikisiko ambao tulikuwa tukiona katika hivyo vyumba vitu wakizungumza huku wakisitasita kutokana na hofu. Hanifa Rashid Abbas na Amina Sud walirejea nyumbani wakitokea nchini Israeli. Wanaelezea wasiwasi waliokuwa nao katika kipindi kigumu cha vita. Nashukuru Mungu kwetu, Izraeli, kwa kufika kwetu Zanzibar salama salimini. Sisi tulikuwa tumeenda Israeli kwa ajili ya matibabu ya watoto wetu kwenye maradhi ya moyo, kutokana na hali ya mchafuko kutokea. Mmeshukuru pia serikali yetu kutusaidia mpaka kuifika hapa, tumefurahi, tumefika nyumbani salama, hali ya kuwa ambayo tulikuwa tumeanza kupoteza matumaini kwamba kweli tutarudi nyumbani salama. Tanzania imekuwa ikitumia fursa za matibabu ya moyo nchini Israeli kwa miaka ishirini na sita sasa, ambapo bado baadhi ya wagonjwa wapo nchini Israeli wakiendelea na matibabu kama anavyothibitisha Daktari Omar Suleiman ambaye anashughulikia kitengo cha maradhi ya moyo Zanzibar. Hivi karibuni kuna wagonjwa wasiopungua ishirini na moja na wazazi wasiopungua saba ambao wako kule nchini Israeli kwa ajili ya matibabu ya moyo, na kutokana na hii hali ya usalama ilivyoendelea, imebidi kwamba wagonjwa ambao wameshafanywa matibabu na hali zao zimeshatengemea sika vizuri, awa imebidi kwamba w harusu nyumbani kwa msaada wa ubalozi. Kurejea kwa Watanzania hao kumegawanywa makundi mawili ambapo kundi moja limerejea moja kwa moja Zanzibar na jengine jijini Dar es Salaam. Salam Kaimu Mkurugenzi idara ya mambo ya nje Zanzibar Ali Suleiman Ali, anaelezea uamuzi wa serikali na namna wengine watakavyorudi na serikali inaendelea kuhakiki ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Tanzania wanarejea nyumbani kwa salama. Nchi zote mbili Israel na Iran ni marafiki wa Tanzania na wananchi wamekuwa wakinufaika katika nyanja tofauti kutokana na ushirikiano huo, ikiwemo biashara, wataalamu, mafunzo na matibabu, lakini vita ni changamoto kwa dunia na ni ujumbe kwetu sote kuthamini amani tulionayo. Salma Said, DW Zanzibar.

Tatu Karema, karibu, tupashe leo <laughs> <laughs> katika mitandao ya kijamii. Shukrani sana, Amina. Mengi yamo katika mitandao ya kijamii, lakini naangazia baadhi tu. Kwanza naelekea nchini Tanzania ambapo baada ya ushindi wa jana wa mabao mawili kwa nunge ya klabu ya Yanga dhidi ya Simba pamoja na kutoa ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa mwaka elfu mbili ishirini na nne, ishirini na tano. Uh, Waziri Mkuu wa nchi hiyo Kassim Majaliwa ameipongeza klabu hiyo na kusema kwamba vilabu vya mpira mguu nchini humo vimeendelea kuipeperusha vyema bendera ya taifa katika mashindano ya kimataifa. mm. Majaliwa amesema hayo leo wakati akitoa hotuba ya kuhitimisha shughuli za bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania. Aidha, amewapa moyo Simba uh, kwa ushindani walioonyesha hadi dakika ya mwisho ya msimu na kuongeza ladha asiyekubali kushindwa anasema, bunge linajadili masuala ya Simba na Yanga kuliko kujadili kero za wananchi na kusimamia serikali, ni aibu kwa kweli. Joy Z anasema uh, siyekubali kushinda kushindwa somshinani Simba mm. nguvu moja na sina naye, anasema sisi kama Simba tunaomba mechi irudiwe. Bali na hayo, kuna muda na dakika mm -hmm, moja tu, naelekea nchini Kenya ambapo waziri wa usalama wa ndani kichumba Murkomen ametangaza kuwa serikali haijatenga bajeti yoyote kwa fidia waathiriwa ambao mali zao ziliporwa au kuharibiwa wakati wa maandamano ya jana. Na katika mkutano na waandishi wa habari leo, ameelezea kwamba bunge linapaswa kutunga sheria ambayo inafafanua zaidi uh, kwa waasiriwa hao na pia kutoa adhabu kali kwa ndaji wa maandamano mm. na maoni, uh, kuna Benta Ugutu hapa anasema kama haki awawezi kutoa fidia ndo wataweza. Vanessa Pinki anasema lakini kuna pesa zilizotengewa ukarabati wekule ya rais uso lazima na Deno naye anasema tunahitajiana tu sisi wenyewe, ni dhahiri tuko peke yetu, tim sisi kwa sisi. Haya, tumeshashiwa taa nyeupe pale, naona moja kwa moja tuende katika maoni ya uh, wasikilizaji ama wafuatiliaji wa mitandao yetu nikianza moja kwa moja na huyu Lukas Zabroni wa Bugalika Mwanza kule anasema kila la heri kwa mkutano wa ulinzi wa China na Iran wa China Iran na Urusi unaofanyika nchini China. Hamisi Kilemo Dar es Salaam anasema ni vyema China na Urusi na Iran zikaunganisha nguvu kudhibiti Marekani maana inajiona kiranjo wa dunia juzi kuishambulia Iran kinyume cha sheria. Haya, tatu, Madi Mavit anasema Gaza kwa sasa inahitaji uangalizi maalum na mikakati mipya, ustaarabu wa watu kuishi maisha yenye haki zote za raia. Gaza inahitaji kujengwa upya haraka, maana imesahaulika. Bles Malu wa Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule anauliza mpaka lini mauaji ataendelea Gaza? Jumuia ya Kimataifa inahitajika kufanya uchunguzi. Rukoba Rukoba mm, anasema kwa muungano wa China, Urusi na Iran lazima Marekani na NATO waombe kumalizwa vita na amani itawale dhidi ya Iran. Prince Hudhud anasema Mwenyezi Mungu yupo pamoja nani, China, Urusi na Iran pamoja na mataifa mengine mliokusanyika pamoja kujadili ulinzi wa nchi zenu ni jambo la busara. alafu Nyeusi Pesa anasema mbona Israel haiwekewi vikwazo kwa mauaji wa Palestina wa Ghaza? mm -hmm. unamuona nani tatu namwona Young Philip. Uh, Liza anasema DW naupata vyema kabisa. uh, sana kwa habari zenu motomoto. Daudi Mleo pia anasema yuko na sisi hadi tamati. Eno Kapungu anasema haki siku zote haipotei, ipo siku haki ya Palestina wa Gaza pia wataonekaniwa na taifa lao litasimama tena. Na ntingina, ntinginya huyu junior anasema Marekani ni taifa kubwa, Rais Donald Trump asipeleke makombora huko Mashariki ya Kati, badala yake atafute namna ya kumaliza mzozo unaoendelea. Hasbuna Subeti Hamisi anasema DW, nawapata vyema nikiwa Dar es Salaam, sijui wakumbushe wasikilizaji wapi na wapi kwengine wanaweza kutufuatilia. Tuko kwingi sana, tuko YouTube, tuko TikTok, tuko Facebook, tuko Instagram. Huko tumeweza kuchapisha habari za ziada, kuna katuni, kuna video, kuna kauli za watu mbalimbali mbali, kuna habari ambazo hazikupata muda pia wa kupeperushwa <laughs> hapa katika matangazo yetu. Haya yote unayapata ukitafuta DW Kiswahili mitandao hiyo ya kijamii niliyoitaja. Haya, asante sana basi, msikilizaji. Kufikia hapo, mie Amina Abubakar nakamilisha matangazo haya ya jioni. Mwenzangu upande wa pili wa studio ni Tatu Karema. Tunakutakia jioni njema popote pale ulipo. Kesho pia ni siku, tukutane panapo na majaliwa. Kwa heri.